Unasema, Aa, a, hii imekaribia ku expire. Hata mwili huu una -expire date. Siku za mwanadamu mtu aliyezaliwa na mwanamke ni sabini, kama tuna nguvu sana themanini. Kwa hiyo hili ganda lina siku ya ku expire, ila wa ndani ha -expire. wewe utaishi milele, na lile shauri la mtu wa ndani ndio linauongoza, lina mwili mwili hautakii kumwongoza mtu wa ndani roho ndio iongoze mtu wa ndani iongoze mtu wa nje. Unanielewa? Unanielewa? Mungu anakufahamu wewe kwa jina mpaka idadi ya nywele zako, lakini wewe unavunjwa moyo na kushindwa shindwa. Ukishindwa amka tena, anza upya. Usiwaze kwamba jamani nimeshindwa. Mungu, jamani, hivi mbona wokovu ni mgumu sana jamani, itakuwaaje? Sikiliza nikwambie vizuri sasa, nisikilize vizuri. Unapotoka mbinguni, sehemu ambayo Mungu anakushushia, anakujengea tabia itakayomsaidia mtu wa ndani kutimiza wito. Usilaumu kabila yako wala usimwone baba aliyekuzaa maskini. Ah, ah, sehemu uliposhushiwa, unashushiwa sehemu, unashushiwa sehemu ya ajabu, Mungu anataka kutumia. Lakini unashushiwa Pemba, umezaliwa na Mpemba, yaani hata kama umezaliwa na watu wamepinda, wachawi, hufi. Wanakuloga upo tu unapinda bega upo tu unakwenda kushoto upo tu wanakuloga upo tu, mpaka ufike mahali unapotakiwa. Na ndio maana kuna watu hapa, hesabu miaka tu, jina lako sio hilo, na kazi yako sio hiyo, na mwisho wako sio huo. Hesabu miaka tu. Hata kama ukikimbia mechi, malaika watakuchukua, wanakuambia wewe, kwa wito wako Ingia kwenye mechi hapa, usiweke mpira kwa pani. <laughs> hutaweka mpira kwa pani kwa sababu matukio unayokutana nayo, watu unayokutana nao, maudhi unayokutana nayo, viki unayokutana nayo zimeandaliwa na Bwana ili zikutengenezee tabia ya kuwa yule anayetakiwa kuwa ili kutimiza makusudi yale ambayo Mungu ameyakusudia. Usiwe na wasiwasi, mwambie mwenzangu usiweke mpira kwa pani. <laughs> Ah, mimi siweki mpira kwapani ndugu yangu, mechi inaendelea. Aliyenielewa sema haleluya, aliyenielewa sema haleluya. <clears throat> Wewe hebu sema, mimi nitakuwa yule yule niliyepangiwa kuwa, haijalishi upinzani na watu wanasemaje. Hebu sema, kila anayenipinga ananiwahisha kuwa yule niliyekusudia maneno haya yatimie masikioni mwako sasa hivi kwa jina la Yesu. Kila anayekupinga kumpiga teke chura ni kumwongezea mwendo. Kila anayekupinga anakusogeza kwenye kuwa yule aliyekusudiwa. Muulize mwenzako, je, panga inakata bila kunolewa? Muulize, panga inakata bila kunolewa? Muulize, panga inakata bila kunolewa? Ni panga gani ambayo haina makali? Muulize mwenzako, wakati unainoa panga, je, hakuna vipande vya chuma vinadondoka? Pamoja na vipande vya chuma vinadondoka Ndiyo inaongezewa makali mwanangu, unaongezewa makali. Waache wachawi wakunoe, siache fitina zikunoe, waache wanafamilia wakunoe, ya kunoe, yaache majungu yakunoe, wito wako huko pale, pale, maana mna hila nyingi mioyoni mwa mwanadamu, lakini kusudi la Mungu hilo litakala simama rmakapast <totipa> Sifu Mungu, haleluya! Sifu Mungu, amen! Sifu Mungu, haleluya! Sifu Mungu, amen! <coughs> Nampenda Yesu, Twampenda Yesu.